Uh, nilikuwa nasoma hapa hii adabu nufusi wanazungumzia al-adlu, uadilifu. Kwanza ni cheo chake, ni moja kati ya uadilifu. Kwa hiyo unapozungumza na mzazi, ujue cheo chako wewe ni kipi, cheo chako, cheo chao ni kipi. Lakini pili, kuonyesha uhitaji unapozungumza na wazazi wako uoneshe kwamba unawahitaji, hata kama watakuwa na miaka mia nne bado unawahitaji tu. Usionyeshe kwamba ulishakata tamaa kwamba, lakini pia liwe ni lenye kulika. Ni mtu kuonyesha tofauti ya cheo chako na cheo chake, uonyeshe tofauti ya cheo chake. Uoneshe uhitaji ni kama vile ambavyo huwa tunavyozungumza na wake zetu nyumbani, lakini ni neno ambalo liliingiza upendo. Ita, umwite ya, ya mama yangu, naye kama alikutuma mahala anataka umpe taarifa, basi ukizungumza hivi kwamba cheo yake fulani tu, cheo ni hivi laina. Ndio Musa alaihi salam na Haruna alaihima salatu wassalam, walipovuka mipaka yule Msi, msifike pale kwa kumwambia